Mimi na wewe tuna wajibu wa kufanyika mashahidi waaminifu. Mimi na wewe tunao wajibu mbele za Bwana wa kufanyika mashahidi waaminifu, wa kufanyika mashahidi waaminifu, wa mashahidi waaminifu wa nani? Mashahidi waaminifu wa Yesu Kristo, mashahidi waaminifu wa Mungu mwenyewe aliyotuumba. Na kwa, kwa ufupi Yesu kuja duniani Ilikuwa ni mpango wa Mungu kuwakomboa wanadamu. Yesu kuja duniani ilikuwa ni mpango wa Mungu kumkomboa mwanadamu. Mtakumbuka kwa sababu ya muda sitasoma, lakini utakumbuka kwenye Biblia tumeelezwa habari ya sadaka zilizotumika kuleta upatanisho zikiwepo pamoja na damu za mafahari, damu za mbuzi, damu za kondoo. Hivi vitu vilitumika wakati huo, baada ya mwanadamu kumkosa Mungu, baada ya Adamu na Eva kuvuruga utaratibu pale kwenye bustani, wakamkaribisha shetani akawa amevuruga ule utawala. Kwa hiyo Mungu akatafuta namna ya kumrejesha mwanadamu. Walitumia damu za mafahali, walichinja ng'ombe, walichinja mbuzi, walichinja kondoo, wakatoa sadaka. Lakini unajua hivi vitu vyote havikutosheleza, havikuleta majibu yanayostahili kumrudisha mwanadamu kwa Mungu kwenye ule uhusiano Mungu aliyoutaka. Kwa hiyo ikafika mahali, ndipo tunapoiona iye Yohana tatu kumi na sita anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana ili kila anayemwamini asipotee bali yawe na uzima wa milele. Maana yake baada ya taratibu zote kuonekana hazileti majibu ya kueleweka, Mungu akaja na mpango, mpango suluishi ambapo alimtoa mwanae. Alitoka nafsi ya Mungu Baba kwa sababu kumbuka, Mungu ana nafsi tatu: Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Kwa hiyo nafsi ya Mungu Mwana ikatoka sasa mbinguni ikaja duniani kwa namna ya mwili kwa kusudi kabisa kama suluhu, kama njia ambayo sasa ni suluhu baada ya kuonekana njia zingine hazileti matokeo Mungu aliyoyataka. Kwa hiyo Yesu kuja duniani ni utaratibu na ni mpango wa Mungu kumkomboa mwanadamu kikamilifu. Sasa Mungu anatutaka mimi na wewe tuwe mashahidi wa hili jambo. Mungu anatutaka tuwe mashahidi si tu kwake, lakini pia kwa dunia na kwa wanaotuzunguka. Lakini pia nachotaka kusema hapa ni kwamba tunahitaji ushahidi wetu uonekane kwa namna ya maneno na kwa namna ya matendo. Si tu unachokisema lakini pia unachokiishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndilo kusudi la Mungu. Kwa hiyo kila mahali tunapokuwa, mtu akituona anaona ushahidi wa Yesu Kristo ndani yetu. Kila mahali tunapotokeza mtu akituona, inataka inapaswa ifike mahali, hata wakati mwingine kabla hujasema neno lolote, unavyoonekana pale mtaani, unavyoonekana pale dukani kwako, unavyoonekana pale kazini, mtu anajua kabisa huyu ni shahidi. Ndio maana unakuta watu wengine wanaanza ku..., wanakupa jina mchungaji, hata hujawahi kuambia we ni mchungaji, hujawahi kusema nao, hujawahi kuongea chochote na labda ni wiki moja wiki mbili huko hapo mahali ma pale, unasikia watu wanakuita mchungaji, mama mchungaji, mtumishi, Bwana Yesu asifiwe. Hivi ni vitu vingine ambavyo vinatokeza ndani ya mwili vikionyesha kwamba mtu ana, ana, ana element za ushahidi za, ni shahidi, yaani maisha yake yanamshuhudia kwamba kuna Mungu, kuna Yesu ndani. Kwa hiyo kunahitajika ushahidi huu uwe ni kwa maneno, lakini pia kwa matendo. Sasa si, si rahisi. Si rahisi uwe shahidi kwa maneno na kwa matendo bila msaada wa Mungu. Amen. Kwa ndio maana tuna neno hili la kutusaidia kujua ni tunafanya nini ili tuwe na msaada wa Kimungu wa kutusaidia kuwa mashahidi. Suluhu palipokwama, paliposhindikana, huyo ndio shahidi. Yaani hicho ndio kigezo kitawafanya watu wa, wafikiri kujiuliza huyu ni nani, mpaka umefika mahali tumeona msaada kwake, ndo anakuja kupata jibu kwamba huyu ana Mungu ndani yake, huyu ni shahidi, kwa sababu kuna nguvu zisizo za kawaida, kuna nguvu zinazofanya kazi kinyume na taratibu za kawaida, na hizo ndizo zinazomdhihirisha mtu kuwa shahidi. Hii unaweza ukaiona katika Zaburi eh, sura ya 60 mstari wa kumi na mbili a hey, takwenda haraka, muda unakimbia, lakini ni muhimu sana ni kueleza hili. Tunapoingia kwenye kuomba, tunapoingia kwenye kufanyia kufanya kazi neno, uh, tuwe tunaelewa vizuri, sisi ni akina nani, na kwenye jamii ni akina nani, na hata ulipo, uh, na unapokaa na unapofanya kazi na unapofanyia biashara yako, wewe ni nani, unapaswa kuwa nani? Na kwa hiyo unahitaji uh, kuna umuhimu wa kupata hizi nguvu za, za Mungu, nguvu za, za Roho Mtakatifu ili ufanyike shahidi. Zaburi 60 mstari wa 12a eh. Zaburi 60, Zaburi sura ya 60 mstari wa 12a Inasema kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Niishie tu hapo. Natafuta hicho kipengele cha Zaburi sura ya sitini mstari wa 12. E, inasema kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Msaada wa Mungu ni roho au msaada wa Mungu ni nguvu zinazotokana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Eh, kwa sababu msaada wa Mungu unaweza kukumbuka Yesu alipopaa alisema nitawaachia msaidizi zenye Roho Mtakatifu hasa Roho Mtakatifu akija, Mtakatifu akija kuja kwetu anakuja na kutuachilia nguvu hizo. Nguvu za Roho Mtakatifu zinatusaidia sisi kutenda makuu, ni pamoja na kufanya yale yaliyoshindikana. Makuu iaje kuonekana ni makuu, kuna kitu cha ziada kutoka kwenye ule ukawaida, ndio maana yanaitwa makuu. Kwa hiyo ili mtu awe aonekane awe na sifa shahidi shahidi wa Mungu, shahidi mwaminifu wa Mungu ni anayeleta suluhu pale palipokwama. Kipengele eh, cha tatu cha shahidi ni nani? shahidi ni yule afanyaye vitu visivyo vya kawaida. Sasa kuna kipengele nimesema, analeta suluhu pasipo na suluhu ina, kama inafanana, lakini ziko tofauti kidogo. Hii inasema anayefanya vitu visivyo vya kawaida. Yohana Mtakatifu 14 12, inasema hivi. Mungu anisaidie uweze kuelewa na kupata kitu. Roho Mtakatifu anatufundisha asubuhi ili tuweze kufanyia kazi katika maombi. Yohana 14 <coughs> mstari wa 12. Yohana 14 12 anasema hivi, amini amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya nam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Bwana Yesu asifiwe! Yesu alisema kabisa kwamba kuna kazi alizozifanya tutafanya, lakini kuna kazi zaidi alizozifanya tunapaswa tufanye. Hiyo ni assignment mimi na wewe kama mashahidi wa Yesu, kama mashahidi wa Mungu aliye hai, kuna kitu cha ziada tumefanya zaidi alichofanya Yesu. Nikifikaga mahali hapa, wanamwomba Mungu anisaidie, kwa sababu nikijaribu kupima naona hata vile Yesu alifanya sijafikia. Sijajua mwenzangu, lakini nikipima naona hata Yesu alivyovifanya Yesu mwenyewe sijafikia. Je, hii assignment ya na zaidi naifanya lini? Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo shahidi ni yule anayefanya vitu visivyo na, na, na, Yesu anategemea, anasubiria maana alishatoa maagizo. Alishatoa alishatoa maelekezo. Naam, na zaidi ya hizi mtazifanya. Kwa nini? Kwa sababu naenda kwa Baba. Kwa hiyo kipimo cha shahidi mwaminifu wa Yesu ni kufanya kazi za Yesu na zaidi alizofanya Yesu. Na kwa nini azifanye zaidi? Kwa sababu kuna mazingira ambayo tunayo ni tofauti na aliyoishi Yesu, kwa kuna vitu tunavihitaji kuvifanya ili tu, tu, tu, tuonekane tunaye Mungu ndani, ithibitike ya kwamba kweli sisi ni mashahidi wa Yesu, ithibitike ya kwamba sisi tumetumwa na Mungu, ithibitike na watu waelewe, na watu wamkubali Mungu wetu, na watu wakubali ufalme wa Mungu, na watu wakubali agano la Mungu. Kwa ili iweze kufanyika hili, kuna vitu vya ziada inahitaji kufanyika na ndio maana mchungaji wetu anasema kila wakati kwamba ishara na maajabu na miujiza vipo kutusaidia, kutusaidia kupeleka message kwa wale ambao wanakuwa wajaielewa vinatendeka, vina vitu ambavyo kwa namna ya mwili akiviangalia haoni kama vinawezekana, anajaribu kujiuliza vimetokea wapi, ndio message inakuja kwa wepesi kwamba yuko Mungu anayeweza kufanya vitu vya namna hii. Bwana Yesu asifiwe! Bwana asifiwe! Kwa hiyo shahidi ni yule ambaye anaweza kufanya vitu visivyokuwa vya kawaida. Kipengele hicho niishie hapo, niende kipengele cha nne. Shahidi ni nani? Shahidi ni mtu anayesaidiana na Mungu kufanya ambayo hayajawahi kutokea. Shahidi samani, ni yule mtu, mtu, <coughs> mtu anayesaidiana na Mungu kufanya ambayo hayajawahi kutokea. Na hapa tutasoma Wakorinto wa kwanza sura ya pili mstari wa tisa. Wakorinto wa kwanza sura ya pili mstari wa tisa na wa kumi, neno la Mungu linasema hivi. Wakorinto wa kwanza sura ya pili mstari wa tisa na wa kumi: lakini kama ilivyoandikwa mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Mstari wa, wa kumi, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huyachunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Umeona, hili neno ni la ajabu sana. Kuna vitu ambavyo masikio hayajawahi kusikia. Amen. Kuna vitu ambavyo macho hayajawahi kuona. Hivi vitu mimi nimeviita ni vitu ambavyo havijawahi kutokea, ili ujulikane pia unaye Mungu shahidi mwaminifu. Unapaswa au minna, ninapaswa nilibebe ili neno lifanyike kweli. Kumbuka hivi vitu vinahitaji kufanyika duniani. So, baada ya hapa tunaenda mbinguni kwa ajili ya, ya aina nyingine ya maisha, lakini ya hapa duniani kuna vitu vinapaswa kutokea nyakati zetu, ambavyo masikio hayajawahi kusikia na macho hayajawahi kuona. Bwana Yesu asifiwe! Sasa anayepaswa kuvifanya hivi vitu vitokee ni nani? Ni mimi na wewe. Sa Mungu hana mwili, Mungu ni roho, anategemea mwili wangu, anategemea mwili wako kufanya vitu duniani kila sikio lisikie kila macho kila jicho lione, ili kila goti lipigwe, kila mtu akili ya kwamba Mungu ni mfalme juu ya wafalme. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa sababu ya muda wangu nitaishia kwenye hili eneo la shahidi ni nane, lakini ninachotaka kukileta asubuhi kwako ni kwamba mimi na wewe ni mashahidi. Huu sio uchaguzi, yaani hii ni wajibu. Amen. Hii ni wajibu. Kwa ili tuwe mashahidi, nakumbuka nimekupitisha kwenye sehemu kama nne, kukueleza shahidi ni nani. Unaweza kugundua huu ushahidi sio wa kawaida, yaani sio tulivyozoea shahidi anavyokuwa kwa namna ya dunia. Kwa kumbe ili uwe kama Mungu anavyotaka uwe shahidi wake, unahitaji nguvu, ninahitaji nguvu. Kuna umuhimu wa kupokea nguvu za Roho Mtakatifu, kuna umuhimu wa kupata msaada, na neno limesema katika Zaburi 60:12a. Kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu, ni pamoja na kuwa mashahidi waaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya neno lako asubuhi ya leo. Ninakushukuru kwamba masikio yangu yamesikia, masikio ya mtumishi wako na mtoto wako yamesikia asubuhi ya leo. Ninaomba utusaidie, tusaidie kuwa mashahidi waaminifu. Tumeona kwa uchache shahidi unayemtegemea awe shahidi wako ni mtu wa namna gani? Mtu wa namna hii si mtu wa kawaida. Mtu wa namna hii si tu ana mwili, lakini anahitaji msaada wa Roho. Mtu wa namna hii si tu ana mwili, lakini anahitaji msaada wa Mungu, msaada wa nguvu za Roho Mtakatifu, maana umetuachilia nguvu za Roho Mtakatifu kupitia Roho Mtakatifu uliyemwacha kama msaidizi, na sisi asubuhi ya, ya leo tunasema ndio kwa msaada huu wa nguvu za Roho Mtakatifu, ninaomba neema yako ikatustahimilishe, naomba neema yako ikatusaidie kupokea kile ulichokiandaa kwa ajili yetu asubuhi ya leo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninaomba na kuamini. Ninaomba tusimame ili tuweze kufanya maombi haya, kuomba msaada wa Mungu kufanyika mashahidi wa namna ambavyo Mungu anataka. Tutaenda mbele za Bwana. Nitakuongoza maombi haya, utarudia, halafu mwishoni tutaomba pamoja. Sema, Bwana Yesu, nimesikia ya kwamba nina wajibu wa kuwa shahidi. Shahidi wa namna unayemtafuta sio shahidi wa kawaida, ni shahidi anayehitaji, anaye kuliimarisha agano, ni shahidi anayepaswa kuleta suluhu palipokwama <clears throat> ni shahidi anayefanya vitu visivyo vya kawaida, ni shahidi anayesaidiana na wewe kufanya mambo <clears throat> ambayo hayajawahi kutokea. Mtu wa namna hii ni kwa msaada wako tu anaweza kuwa mwaminifu. Nami asubuhi ya leo inakuja mbele zako, ninaomba msaada, ninazitaka nguvu za Roho mtakatifu wako kunisaidia kuwa aina ya shahidi unayemtafuta. Nisaidie e Mungu, nisaidie e Roho Mtakatifu. Asubuhi ya leo, ratiba zangu za kokote nakoenda, kazini, kwenye biashara yangu na hata nyumbani, nisaidie kuwa shahidi kwa Roho Mtakatifu wako, nisaidie kuwa shahidi kwa nguvu za Roho Mtakatifu wako katika jina la Yesu, Amen. Ngoja niombe Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, umetusikia tukisema kwa vinywa vyetu tukikiri, na umesema katika Warumi, kwa kinywa mtu ukiri hadi upa kupata wokovu kwa moyo uamini, lakini pia kwa kinywa ukiri. Mungu, tumekiri tunaomba nguvu za Roho Mtakatifu, tunaomba msaada wa uwepo wa Roho wako na nguvu zake kwenye maisha yetu ili tufanyike mashahidi. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hii siku ya kwanza ya juma ninaomba kila aliyepata nafasi na neema ya kusikia neno hili umfanye kuwa shahidi. Bwana Yesu, unatufanya kutenda makuu kwa msaada Mungu, unatufanya kutenda makuu kwa msaada wako na msaada wako huu ni nguvu za Roho Mtakatifu wako kwa ajili ya utukufu wako, huko anakoenda, iwe ni kazini kwake, iwe ni kwenye biashara yake, iwe ni nyumbani, iwe ni popote ambapo atakuwa, ewe Bwana, kwa namna ya tofauti, nguvu za Roho Mtakatifu zimfunike. Mungu, tunajua ndani ya mioyo yetu kuna kiu ya kupokea nguvu zako, Roho Mtakatifu, nami ninaziruhusu zije ndani yetu, inaziruhusu zitamaraki ndani yetu, inaziruhusu utujaze kwa namna ambayo tutakuwa mashahidi popote tutakapokuwa, na hata wakati mwingine tutakuwa hatujasema ya kwamba sisi tumembeba Kristo yakatutakuwa tumesema ya kwamba tunaye Mungu, lakini tu yale matendo, lakini tu yale maisha e Bwana yatakutambulisha kwamba uko ndani yetu. Haya maisha tunayatamani, hatujayafikia, ni kiu yetu. Bwana, utusaidie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wakijua sisi ni mashahidi wako, watakuheshimu ndani yetu, na kwa sababu hiyo heshima yako itarudi popote pale tutakapokuwa, e Bwana, katika kwa jina la Yesu Kristo iwezekane. Mungu, vile vitu vilivyokuwa vinatuzuia kufanyika shahidi wako mwaminifu kwa namna unayomtaka Mungu, tunaviondoa tunaviamuru vitoke kwenye maisha yetu kwa jina la Yesu. Na kwa sababu ya namna yoyote, kama vilisababishwa na uovu au na dhambi, tunatubu mbele zako, tunaomba rehema, utusamee utusafishe, ututakase, utupe maisha mapya kuishi katika mwenendo unaotaka, ili visizuie tena kufanyika shahidi unayemtafuta. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya ufunuo huu, tusaidie e Bwana kupokea sawasawa sawa na kusudi lako, ni katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru, tukiamini amen, amen. amen. amen. Mungu akubariki, ninaamini utafanyika shahidi. Amen, amen. Amen. Uh, tutatoa sadaka alafu tutaruhusu watu wa Mungu ambao wanawahi wale ambao tutakuwepo bado, tutaendelea kidogo na maombi kwa ajili ya uh, kile ambacho Mungu ametupa. Bwana Yesu asifiwe. kiji tochauta kasu niza mekuushwa umo namsi fubwa na kwa hiyo nimepata